Watu wangu, anaelekea kwa mtu anaitwa Tadeu, musikia D alisema Tadeu ditakombere huko kwa Tadeu kazi, kuna kazi unafanya kwa mtu hey, anaitwa Tadeu, hatutaki kusema ni wapi maana ye hajatuambia tuseme location, lakini amesema tufanye kazi diti, afanya kazi na video, au sio? naenda kutafuta daktari mahali yako amekaa, sijui siku ngapi huko, amekuwa ananificha, hataki kuniambia mahali yako. we we we we we we we, kumbe hiyo ndio ametuma yule boda ni kuchukue mimi. Nimepata mtu akanikujia, ni unaenda boseleni sini wapi? hiyo jina, naenda nafuata polepole

E, niliweza ni, ni, ni, kujituma nikafika diti alikuwa hii area hapa kwa hii shamba. Halafu kitu ingine uh -huh. Eh, kuna hii shimo iko hapa ni kisima ambayo imechimbwa kwa hii shamba iko na vitu ndani, so kuna vitu kadhaa diti aliweza kutoa hapa ndani. Mrekodia one tuko mstuni vy nimeona kila kitu ni kubwa, ni aaea <laughs> ya, ya, ya karibu na zile miti zilikatwa, karibu na hiyo miti zilikatwa. Mm. Oho, ni hapa kwa maji. hapa hivyo tena, uko akaukodi v tusipata nyoka, unaweza pata nyoka <laughs> <laughs> iria si mm. <laughs> Uh, kuna mtu anaitwa DT Unamjua? Namjua d namjua. Unamjua na kazi, mzee mzee hivi, sio yeye, kijana mwingine. Naita dt ama ama daktari Tanga <laughs> yeah. Oh, kawaida yangu ni kama kawaida, yaani kawezi jua nafanya nini na ila biti yako hapa napotezea Kristo asijue nini naendelea. Sio kwa hivyo, kiangazi ikiingia nyasi nakauka wala, naona katika shamba lako dadeu, usiku huu kunapita watu na watu hawa hawawezi kuniona, wamekuwa katika ili ili hausi girini ili wamekuwa papaapa muda mfupi tu, mimi naendelea na kazi, ndio wale wanazunguka tu, hawa ndio wanaofanya uchawi katika ili shamba dadeu, na ili litatugharimu, maana vile vitu ambavyo nimevitoa ndani ya shamba pale kwenye ile hema hii ambayo ipo hapa nyuma yangu nyamanyama nyama, mifupa na lingine nimelitoa hapa mulangoni, ilikuwa imefanywa vile kwa ajili ya kukumaliza. Ili wala usiwe na wasiwasi, nataka nilishughulikie kisawa sawa. Ili kuna gharama litahitaji hapa vifaa hivi, kabla uja hakikisha tumelishughulikia na wala lipo juu kiasi, litakuwa ghali maana ni kifo hichi, wanafahamu kwamba una mpango wa kuja kwa hilo, wanapokupangia ukija ufe wakumalize. Na haya yote alianza kwa ajili ya maji tu, kuchimba maji. Mtu yule akaamua kujikinga na kuweka mambo yake, wala ndio wale wanakuja tu, nataka ni wakung'ute kolakutamantelele Wacha nilikamilishi mwanzo. Tadeu unakupigia sasa hivi, hiziaja tukunywa chai, tunaenda mbali. Mi nataka mbuzi kwanza. Hiyo mbuzi, uko na mbuzi wengi. Kiangazi kiingia, mbuzi huwa zinakufa, ni ng'ombe peke yake wakati kama mm. Oh, kama hujalishalisha mm inakupea faida hakuna hata mbuzi, si ndio? Mbuzi zinakwanga na faida ukiwa na mingi Mimi natamani kuwa na mbuzi elfu moja sana. Zinazaana

Wala dhadheu, shamba hili limepandwa mambo mengi sana, ili wacha niende nitulie sehemu. Sasa hivi naelekea kule iliko kisima hicho ambacho cha kuzungusha hapa katikati. Nataka niingie pale ndani, naona kuna vifaa nitakavihitaji hapo. Wala, dadeo nafahamu hichi chumba hichi chumba chako cho oh. Hapo ulikuwa unataka kujenga maji wala namaleza Joni aje umu, Joni anaogopa umu. Wala dadeo shamba ili wala kuna mambo umu, sehemu hii ndio ambayo ulikuwa umepanda mboga kama navyo liona wala mboga yote ilikufa iliili. <coughs> Wala dadeo, usijui kama unaliona ili, yapo vitu ambavyo vilipandwa huko, inakaa vitu vipi hivi, nimeviweka vyote hapa dadeo ili uweze kuliona wala nyama nyama hizi maachagwae, wala nadeu, vitu hivi ambavyo nimevitoa humo nataka iviweke vizuri Joni akifika humo

Hmm, kuutamatelewala sasaba dadeu niko namregesha John, maana maeneo haya, nikisema kwamba John aweze kuenda pekee, John atanipigia simu diiti kimeniramba kwa hilo, kama ambavyo nimekuandikia ujumbe, nampeleka John mpaka sehemu ambayo ipo salama na wala awezi kuama mimi mwenyewe ndiye naliendesha gari hili sasa hivi. John akishafika pale, basi mimi nitarejea niweze kuendelea kama ambavyo nimekueleza. Nitalala pale, na wala sio kulala kabisa, ni kupaya, ni kazi hiyo, sio kulala. Wala njia hii inaonekana kuwa yenye matata, ila niti mimi matata avita ili matata kweli. Joni, nilikueleza utafika uh, ila niliona ipo sehemu uh, mawe likuramba, nilipoingia majini nimeharibu gari. Wala usijali, mm, mambo yatakuwa sawa. Cha muhimu ni kwamba mambo yatanyooka, mambo yatanyooka. Ulikuja kwa ajili ya kumsaidia dadeo, uh, dadeo asaidike. Na narejea uh. Joni, ukifika kule nenda moja kwa moja nyumbani. Hey, daktari, wala nilikuwa nimemweleza dadeu kuna vifaa nitahitaji. Dadeu, nakupigia simu baada ya muda mfupi, nikisha mruhusu John, angalau aweze kuendelea. Halafu daktari, naona napiga makona kama kama yeah. mwenda wazimu <laughs> yeah, yeah, we sio wazimu <laughs> unageuka kugeuka diti hili wala haya ha? Ni mambo ya ngumu na anaingia wanaingia msituni kidhani yeah. Siwezi kufika yeah. Alafu kuna ile kisima uliniambia kuna nini ndani hiyo kisima wala ndani yaicho oh, kisima Joni yamewekwa yeah. Yeah, mambo mengi madawa ambayo yanamfanya yeah, mtu huyu wala asiweze kufuatiliwa mm. Na ndio sababu nimekueleza iko kazi narejea ni shughulikia usiku ndani. Walipokuwa wanachimba waliweka madawa hiyo kisima, ndio wakamkulia pesa hela nyingi sana, hmm. na wala ukweli usemwe Joni hmm, ndio daktari, sehemu hii inahitaji kuchimbwa na mashine oh, si mkono. wala mkono hauwezi kupata maji maana, hmm. anavyoliangalia hili wala takribani mita mia tatu ishirini na mbili uh, ndio maji iweze kupatikana. oh, okay kwa hilo atakaye sema kwamba atalichimbua mikononi wala yule lagai tu ni uongo, uongo. Oh, okay, na ili wala wamefanikisha kufanya hivyo kula hela wakati wao umefika uh. Hili swala gharama lolote ambalo litakuwa limetumika kwa ajili ya vifaa hivi uh, likikamilika uh, lazima waweze kulipia uh, maana ameingia katika mambo ambayo hakuwa ametarajia dadeu um, ya kushughulikia ili walicha ila hela kisha wanaleta vya ufala ndio, na wakati wowote wanapoleta vya ufala lazima ni waoneshe vya ufala vinafanywa vipi? kanakoleta ufala mimi wala namuonesha vya ufala vinafanywa kwa njia ipi? mm. Ndio sababu narejea huko sawa, lazima niweze kulikamilisha sawa. mm. Hata mimi nashangaa, mimi nimekuja, ulifika aje huko, nimekupata huko hii area, Joni wala. Wewe nenda tu yeah. Nitakueleza zaidi, unajua mambo yangu ni mengi. Fanya kazi, hata bila mwenyewe kuwepo. Mimi awepo mtu asiwepo, mimi naendelea na kazi tu yeah. Mm, wala nataka nikuvukisha mtu huu yeah. Tulia kidogo tu e, Tadeu, si nikenjoro enjoro eh? limited maji water tanga sasa ta, daktari nimemwachia hapa ndio mm. Nataka kwenda sasa, daktari, mimi naenda Joni, ndio sehemu hii, huwezi kupotea. Niweke hapo, utafuata ile barabara wacha niweke hapa kando. Hapa kando. Eh, uliendeshe, naenda salama mimi, narejea kule mm. Lazima nikamilishe ili usiku, sawa daktari? Ndio. Acha nikuje, ndio kama unipigie ni, ni Uja, mimi ufante. nilikuwa nimebeba mawe lakini daktari kaniambia ni achana na hii tabia. tulipata fisi wala watatu njiani. Joni, unaona fisi unataka kujikunia kuji <laughs> unaanza ku, kutoa miosho miosho. Acha nikuja. <laughs> Daktari, tutaongea <tiu. laughs> mingi kesho. wewe umalizana na kazi ni sawa Joni.